E, bwana, mambo vipi? Karibu sana mtazamaji wa 69 Media kinipia na familia bora kabisa wa 69 Media TV. Kikubwa zaidi kwenda kutufuatilia katika YouTube channel yetu na kusubscribe, bonyeza alama ya kengele. Mimi hapa ni Sami Baby, niko hapa kwa ajili ya kukujuza mengi ambayo yanaendelea ndani na nje ya Tanzania. Bwana, tunamkumbuka Davido ambaye alishirikishwa kwenye ngoma ya namba 1 na Diamond Platinumz. Sasa kwa wewe ambaye ni shabiki mkubwa wa Davido lakini pia ni shabiki mzuri wa muziki, anikujuze tu hili ambalo hufahamu kuhusiana na Davido. Bwana, unaambiwa nyota huyu mkubwa wa muziki kutoka nchini Nigeria, Davido Adeleke maarufu kama Davido amewasili nchini Tanzania usiku wa leo tayari kwa ajili ya show yake kubwa ya Castle Lite Unlocks ambayo itarajiwa fanyika katika viwanja vya Lugalo Golf Club jijini Dar es Salaam. Na Davido alitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na mbali na hilo kutua tu, alipokelewa na wandaaji wa tamasha hilo pamoja na mashabiki wachache waliokuwa na shauku ya kumwona msanii huyu ambaye anasifika kwa vibao vingi vikali ikiwemo uh, unavailable, feel, fall, naifu, na na vibao vingine vikali. Fahamu Davido ni nyota mkubwa sana nchini Nigeria lakini pia duniani kote. Na ujio uh, wa Davido umeongeza hamasa kubwa miongoni mwa mashabiki wa muziki wa Afrobeat nchini ambako uh, pia tamasha hili bwana natarajiwa kuwa la aina yake na kuwakutanisha wasanii wakubwa na burudani ya kiwango cha kimataifa. And guess what? Tanzania imekuwa ni nchi ya kipekee uh, kuweza ku barikiwa ujio huu wa Davido katika zile nchi za Afrika Mashariki, kwa sababu Davido ana ziara yake ya kimuziki kwenye nchi nyingine nyingi duniani kote, lakini kwa this time, Tanzania imeweza kubarikiwa kuwa mmoja kati ya nchi ambazo Davido ameamua ama amechagua kutembelea, na kwa ajili ya kufanya onesho lake hilo ama tour yake hiyo ya kimuziki, na nchi nyingine nyingi ambazo pia Davido atazitembelea ikiwemo Hispania na sehemu nyingine zote kote. Kwa hivyo kuna la kujivunia hapo kama Watanzania.

kushirikishwa kwenye ziara hii ya msanii huyu mkubwa nchini uh, Nigeria, lakini pia uh, duniani kote. Na ujio wa David unaweza pia kufungua channel nyingine nyingi za kolabo za muziki. Alishafanya kolabo na msanii Diamond Platnum, tunatamani pia afanye kolabo na wasanii wengine wengi kwenye muziki wake huo mzuri, na tunafahamu pia David ni moja kati ya wasanii kutoka Nigeria ambao bado nyota zao zinazidi kung'aa, lakini pia bado anazidi kujizolea umaarufu na bado ana kijiji cha mashabiki uh, wengi na nimefuatilia uh, kipindi ambacho Davido alivyoingia jana kwenye uwanja wa ndege uh, Julius Kambarage Nyerere, jinsi ambavyo alipokelewa na msafara wake. Umekuwa ni msafara i see msafara wa kipekee na wa heshima, kwani tunajua kwamba Davido ni msanii ambaye bado anaheshimika, bado jina lake linazidi kukua na bado nyota yake inazidi kuonekana especially kwenye muziki wa Afrobeat. Na hivyo ndivyo ambavyo nimeweza kujua kuhusiana na Davido, tayari yuko nchini Tanzania. Kwa hiyo, ambaye ni shabiki mzuri wa muziki na unategemea chochote kile toka kwa Davido basi tegemea burudani nzuri kabisa. Lakini pia tuombe Mungu, panapo majalo, inshallah labda kutakuwa kuna kolabo nyingine na Diamond ama msanii mwingine hapa nchini Tanzania. Mimi ni sabibi nikujuza hayo, lakini komenti yako ni muhimu sana 69 Media TV drop comment yako hapo, lakini pia bonyeza alama ya kengele share, kwa wana wambia kwamba tayari 69 Media TV ndio nyumba ya kutoa burudani zote na kujuza taarifa mbalimbali ambazo ulikuwa huzifahamu. Keep on watching, keep on listening the 69 Media TV. Pia Instagram, TikTok, Facebook tunapatikana, no hivyo hivyo. So, baby, till next time, bye bye. Wakati huu hapa mimi na sign out.